lipokea taarifa kutoka kwa uongozi wa jimbo kuu Katoliki Songea juu ya kupotea kwa padri Camillus Nikata wa jimbo kuu Songea, ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Augustino Tanzania na ni sauti cha huko Mwanza. Taarifa kamili ni kwamba Padre Nikata ambaye ni mwenyeji wa Songea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 uongozi wa kanisa hilo na mapadre wenzake waliendelea na juhudi za kumtafuta sehemu tofauti tofauti ambazo walisadiki kuwa atakuwepo, lakini hawakufanikiwa kumpata. Ndipo ilipofika tarehe tisa mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano waliweza kutoa taarifa ya kutoonekana kwa Father Nikata tangu tarehe saba mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano. Jeshi la polisi kwa Ruvuma limepokea taarifa hiyo na limeanza kufanya upelelezi wa kina wa kumtafuta Father Nikata, na tutakuwa tunatoa taarifa ya mara kwa mara wakati upelelezi huu unavyoendelea. Wito, tunaomba kutoa wito kwa wananchi wema watakaokuwa na taarifa yoyote zitakazoweza kusaidia kuwezesha kupatikana kwa fadhili Nikata wazitoe katika kituo chochote cha polisi au kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma. Asanteni sana.